Assalamu alaikum mama, naitwa nani? Wa alaykum salam, naitwa Zahara Abdi. Zahara, Zahara Abdi. Hapa tuko Mkoe, tumekuja Halal Charitable kutembelea mayatima. Unakana mayatima wangapi hapo? Mayatima alionao ni wawili. Ni wawili mm. Na ni changamoto gani unapitia? Changamoto ngumu kimaisha, kama vile watoto wangu school fees, vitabu mm. hiyo Sh shule mpaka tulipepea chakula na nyumbani hali ni ngumu, sina kazi mm. na mvua ikinyesha, nyumba zinapromoka, mavazi ya nyumbani pia watoto wangu. Na Halal Charitable wamekusaidia na msaada gani mpaka sasa? Wanasaidia na chakula hiki, mwezi kila mwezi. Kila chakula hiki kinakuja kwa muda gani? Mwezi kila mwezi kila mwezi unapata chakula. Na je, unaombi gani ambalo unataka kulielekeza kwa shirika hili la Halal Charitable Trust? Msaada gani unahitaji kwao? kwao wa kusaidia zaidi bali na chakula, School fees, na vitabu na mavazi. Na mvua ikinyesha nyumba zetu zinapromoka, inshaallah mm. Ombe Allah watufanyie pesi. Kwa hilo utasaidika zaidi na zaidi, na usichoke kuombea shirika hili, ili mazuri zaidi yaji. Amin.